karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo alhamisi juma la nne kipindi cha kwaresma mwaka C wa kanisa masomo ya leo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kutoka sura ya thelathini na mbili aya ya saba hadi ya kumi na nne. Na somo la Injili linatoka katika kitabu cha Injili ilivyoandikwa na Yohani sura ya tano aya ya thelathini na moja hadi ya arobaini na saba. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohani sura ya tano aya ya thelathini na moja hadi ya arobaini na saba. Yesu aliwaambia Wayahudi: mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayeshuhudia nami, najua ya kuwa ushuhuda wake anayonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohani, naye akaishuhudia kweli. Lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohane, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize kazi hizo zenyewe ninazitenda zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma, naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyetumwa na yeye. Muwayachunguza Maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu wa mwanadamu, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala ninyi hamnipokei; mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye pekee hamuutafuti? Msizani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Yuko anayewashitaki, ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu, lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoisikia inatoa maelezo ya kina ya Kristo mara baada ya mashutumu ya Wayahudi kuhoji mamlaka yake mara baada ya kumponya mgonjwa aliyekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38 na katika siku ya sabato ya Kiyahudi, aya 38 hadi ya 47 tunasikia majibu ya Yesu kwa Wayahudi, akiwaeleza mamlaka yake katika kutenda aliyoyatenda, kumponya mgonjwa siku ya sabato. Bwana wetu Yesu Kristo anajitambulisha kuwa ni hakika ya ushuhuda ambao kwa jinsi ya fumbo Yohane Mbatizaji alidokeza nyikani. Watu walisadiki maneno ya Yohani, wakaamini, wakabatizwa; wengine hawakuamini. Lakini bahati mbaya, Yesu Kristo anapodhihirishwa na kutenda yaliyoandikiwa kwake katika maandiko matakatifu, hawakumwamini na kumpokea Yesu. kwa kutambulisha ukuu na chanzo cha mamlaka yake, anashughulikia kutokuamini kwa Wayahudi na kutia shaka uwezo na mamlaka yake ambao ameupata kwa Mungu Baba. Ndivyo ambavyo pia anashughulikia imani yangu mimi na wewe, ambao kwa njia ya mahubiri na mafundisho Yesu anadhihirishwa kwetu, na tunaonyesha kumpokea kwa furaha na upendo, neno lake linakaa ndani ya mioyo yetu mara nyingine linaichoma mioyo yetu na kuonyesha kwamba itabadilika punde. Lakini pale neno la Kristo tunalojifunza linapodai udhihirisho wa imani zetu katika maisha ya kawaida, hatuyatendi hayo. Mathalani, ni mara ngapi tumefumbia macho mahitaji ya wanyonge, hali ya kuwa tumepokea mafundisho ya Kristo juu ya kuwa na huruma kwa wanyonge? Ni mara ngapi tumelipa kisasi, tumefitini au kusema uongo au mambo ambayo tumeyachukulia kuwa dhambi za kawaida hali tukijua ni kinzani zidi ya mafundisho ya Kristo? Kwa kufanya hivyo ni kutokutii mamlaka ya Kristo katika mafundisho yake matakatifu ambayo siku kwa siku yeye hutuelekeza na kutuonya, lakini tunaonyesha kupokea kwa jinsi ya moyo, lakini kwa matendo hatuyawekei katika maanani. Mamlaka ya mafundisho ya Kristo na ushuhuda wake. Bwana wetu Yesu Kristo anatambulisha ushuhuda wa mafundisho yake kuwa ni mkuu na unapita mamlaka yote, akitanabaisha hata mtangulizi wake Yohane Mbatizaji alikuwa akimshuhudia yeye mwenyewe, na ushuhuda aliyoutowa Yohane Mbatizaji Baba Yesu pia anakiri kwamba mamlaka aliyonayo na yote anayoyatenda anayatoa anayatoa kwa Mungu Baba Yesu. Yesu anashughulikia tabia ya Wayahudi ya kuwa watu wa kuvutwa na misururu ya umaarufu na maigizo, lakini siyo kweli ya Mungu. Mathalani, tunasikia katika maandiko kwamba wengi walikwenda kuyasikia mahubiri ya Yohane nyikani. Lakini ni kwa ushabiki na kufanya uchunguzi tu ya kwamba Yohane ni nani. Lakini Kristo anawaambia ushuhuda alioleta yeye ni muhimu kwa wokovu. Ndugu wapendwa, ndivyo ambavyo mimi na wewe tunakumbushwa leo kumsikiliza Mungu kupitia mafundisho anayoyotoa kwetu, kupitia nyenzo mbalimbali mbali katika kanisa lake. Mathalani, misa takatifu Yesu, kwa ibada ya misa anatupa utimilifu wake, kwanza kwa kutufundisha neno lake, pili kutushibisha kwa karamu takatifu, yaani ekaristi. Ni mara ngapi tumeweka umuhimu na nafasi ya kusali kuwa ya upekee kwenye maisha yetu? Au tumechukulia nafasi ya misa takatifu kuwa ni tukio la bora liende? Je, Tumeweka nia kabla hatujasali misa? Je, tumefika kanisani kama fasheni au tumetimiza kama wajibu wetu kama Wakristo na kufanya hayo kwa mabadiliko ya roho zetu? Je, tumepima mapato ya roho zetu kabla na baada ya misa takatifu? Nje ya hapo ndugu zangu, kwenda kuhudhuria misa takatifu bila maandalizi ya kina na kuondoka katika misa takatifu bila kujifanyia tathmini ya kina ni kufanya kazi ya maigizo. Misa ni kuu ni nafasi azimu ya kumsikia na kukaa pamoja na Yesu Kristo, na katika yeye tutamaliza kiu na shida zetu zote. Misa si tukio au onyesho la dominika kwa dominika ni tukio la maisha endelevu ya Mkristo Mkatoliki. Katika nafasi nyingine, je, tumezipa ibada mbalimbali kipaumbele cha namna ya pekee? Mathalani, ibada ya kuabudu ekaristi takatifu, sala binafsi na sala za jumuiya, sala kwa watakatifu mbalimbali wa kanisa. Tatu, je, tumetoa heshima ya pekee kwa wale waliokasimiwa kazi ya kufanya mafundisho mbalimbali mbali katika kanisa, kwa mfano heshima kwa viongozi wa kanisa, mapadre na walimu wa kanisa. Heshima kwa viongozi katika ngazi za familia, mfano baba na mama. Tukitoa nafasi hiyo ya pekee kwa kusikiliza maagizo, maonyo na yale wanayotufundisha, tunatenda kazi aliyowakasimu Kristo ya kufundisha taasisi hizo. Humo katika mafundisho hayo ya viongozi wa kanisa, viongozi wa familia na viongozi wa, wa jamii ndimo ilimo sauti ya kimafundisho ya Yesu Kristo, ndimo yalimo majibu ya maswali yetu ya usuyo uokovu, ndimo ambamo tunajenga usikivu wa siku kwa siku ambao Kristo anaifunua sauti yake kwenye maisha yetu tangu mwanzo hata sasa. Mungu anajifunua kwa watu aliokasimu mamlaka yake. Tuwasikie hao, maana watatuonyesha njia ya, kuelekea uongofu. Nafasi ya maandiko matakatifu. Yesu anashughulikia tabia ya Waisraeli wanaosikia maandiko kila siku kiatafakari katika masinagogi na hekalu na mara nyingi katika familia zao wakipata nafasi ya pekee ya kujifunza maandiko na torati, lakini hawakutia maanani maana halisi na kilichomo ndani ya maandiko. Waliyasoma maandiko kama maji tu na kitu cha kupita, lakini hawakuyasoma kwa tafakari, ili yumkini wajue ni nini kilimaanishwa katika maandiko matakatifu. Ndivyo ambavyo nasi tunaonywa. Je, tumeapa maandiko nafasi ya pekee kwenye maisha yetu? Wengi udhani maandiko matakatifu ni nyenzo ya kuhubiria, lakini maandiko ni msingi wa yote tufanyayo kila siku. Biblia takatifu si kitabu cha wahubiri Injili peke yao, lakini ni kitabu cha wote wenye mwili katika nyenzo mbalimbali mbali za maisha. Laiti tukiyatumia maandiko matakatifu katika Biblia na mapokeo matakatifu ndipo ambapo kila mmoja kwa shughuli yake atapata mwongozo unaostahiki kutoka kwa Mungu, atapata maelekezo sahihi ya usuyo shughuli zake. Rejea kitabu cha Zaburi sura ya 119 aya ya 105. Neno la Mungu ni taa na mwangaza wa njia zangu. Onyo dhidi ya sifa na na litania za uongo na unafiki. Yesu anashughulikia tabia za viongozi wa dini ya kiyahudi ambao walipenda kumiminiwa sifa za uongo na kupewa lundo la vyeo na majina ya ukuu. Watu waliwapa hayo kwa kuwa walipenda kuyapokea. Ndivyo mimi na wewe tunakumbushwa hatari ya kuandamia utukufu ambao Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia ni chukizo mbele zake. Kupenda sifa na matukuzo ya lazima kutoka kwa watu ni kujilevya. Tunajipofusha wenyewe, tunapofusha msingi wa haki, na ndiyo mwanzo wa rushwa, hongo na mambo yanayofanana na hayo. Tujiulize, je, yote tuyafanyayo tumeyafanya kwa moyo wa kupendwa au ni kwa sababu tumepewa sifa fulani ndipo tukayafanya? Katika jamii siku hizi kumeibuka na mambo mbalimbali mbali. Hata tukio ambalo halihusiani na mambo ya furaha, watu uligeuza hapo hapo kuwa kitu cha kutaka sifa. Kumeibuka na mfano kuwa na wageni rasmi katika mazishi na nafasi mbalimbali mbali za matukio ambayo hayafai hata kuwepo na mgeni rasmi, lakini kwa kuwa watu wakipenda sifa, vyeo na matukuzo ambayo ni kinyume na mafundisho ya Kristo na fadhila za kimungu wameyatenda hayo. Ndugu mpendwa, tujikumbushe, kwa njia nyingi Yesu anataka kuongea nasi. Je, tumempa nafasi hiyo ndani yetu adhihirishe ukuu wake ndani ya maisha yetu? Kutokusikia sauti ya Yesu Kristo haimpi hasara Mungu hata kidogo, yeye ni Mungu, lakini tujue hasara ya kutokusikia mafundisho na ukuu wa Bwana wetu Yesu Kristo ni hasara ya roho zetu sisi wenyewe. Yesu siku zote na katika kipindi hiki cha Kwaresma kwa namna ya pekee anatukumbusha kutenga muda kwa ajili yake, tutambue ukuu wa mamlaka yake katika maisha yetu, kutambua ukuu alionao katika mambo anayotufundisha kila siku, ukuu katika matukio ya maisha. Na hivyo tutapata nafasi ya kujikagua ndani ya mioyo yetu na kufanya ungamo la kweli la imani zetu. Mungu anataka tugeuke, tumsikie, tumtambue katika ukuu wake jinsi alivyo, katika nyenzo mbalimbali ambalo kanisa imetusaidia kuwa nazo ili kuufikia wokovu. Ndiyo mwanzo wa mioyo yetu kuanza kugeuka na kuelekea toba. Ndugu wapendwa, kwa namna ya pekee mamlaka ya Kristo tuyatafakari vema hata katika kipindi hiki tunaposherehekea jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya imani yetu. Ni wakati wa pekee wa kutambua Kristo katika mamlaka yake aliianzisha imani yetu, hivyo ni vema kwa nafasi zetu mbalimbali mbali, kama waumini wa lei na viongozi wa kanisa kutafakari ukuu wa Mwenyezi Mungu. Humo ndipo tutachota tafakari halisi ya ukuu wa imani yetu ambao kwa ukuu wa jina la Kristo ndiyo unapata mashiko sahihi katika jamii ambayo tunaielekeza au tunaelekezwa katika njia ya wokovu. Kwa kufanya hivyo, tukitafakari ukuu wa jina la Mwenyezi Mungu kuwa ni takatifu, lenye kupendeza, lenye mamlaka, chanzo cha mafundisho ya kweli, tukilizingatia hilo, maisha yetu yatakuwa nje ya unafiki, nje ya kutoa sifa na matukuzo ya uongo nje ya kuishi maisha ya unafiki na maisha ya chuki na choyo, tutatafuta urafiki na jina hilo, urafiki na mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye atatufundisha tujitie shime katika utakatifu siku zote. Tumtumainie Kristo, tumsikie, tumpende na tuishi kwa kufuata yale maelekezo anayoyatoa katika ukuu wa jina lake.